Masomo ya misa juma la 34 Jumatatu. Somo la kitabu cha Nabii Danieli sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya sita na aya ya nane hadi ya ishirini. Katika mwaka wa tatu wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadreza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akahusuru Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu. Naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari mpaka nyumba ya Mungu wake, akiviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Mfalme akamwambia Ashpenazi, mkuu wa matowashi wake awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimamia katika jumba la mfalme. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Huyo mfalme akawaagizia posho ya chakula cha mfalme na ya divai aliyokunywa. Akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka mitatu, ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Basi katika hao walikuwapo baadhi ya wana wa Yuda, Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria. Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hata jitia unajisi kwa chakula cha mfalme, wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamuomba yule mkuu wa matoashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Basi Mungu alimjalia Danieli kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa matowashi. Mkuu wa matowashi akamwambia Danieli, mimi namwogopa bwana wangu mfalme aliyewaagizia ninyi chakula chenu na kinywaji chenu. Kwa nini azione nyuso zenu kuwa hazipendezi kama nyuso za vijana hirimu zenu? Basi kwa kufanya hivyo, mtahatirisha kichwa changu mbele ya mfalme. Ndipo Danieli akamwambia yule msimamizi ambaye mkuu wa matoashi amemweka juu ya Danieli na Hanani na Mishaeli na Azaria. Tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku kumi na watupe mtama tule na maji tunywe. Kisha nyuso zetu zitazamwe mbele yako na nyuso za wale vijana wanaokula chakula cha mfalme. Ukatutendee sisi watumishi wako kadiri ya utakavyoona. Basi akawasikiliza katika jambo hilo, akawajaribu siku kumi. Hata mwisho wa zile siku kumi, nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi na miili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Basi yule msimamizi akaiondoa posho yao ya chakula na ile divai waliopewa wanywe, akawapa mtama tu. Basi kwa habari za hao vijana wanne, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Hata mwisho wa siku zile alizoziagiza mfalme za kuwaingiza mkuu wa matoashi akawaingiza mbele ya mfalme Nebukadreza. Naye mfalme akazungumza nao na miongoni mwao wote hawakuonekana waliokuwa kama Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria. Kwa hiyo wakasimama mbele ya mfalme na katika kila jambo la hekima na ufahamu alilowauliza mfalme akawaona kuwa walifaa mara kumi zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme wake neno la bwana somo la injili takatifu ilivyoandikwa na luka sura ya 21 aya ya kwanza hadi ya nne. Yesu aliinua macho yake akawaona matajiri wakitia sadaka zao katika sanduku la hazina. Akamwona mjane mmoja masikini akitia mle senti mbili. Akasema, hakika nawaambieni, huyu mjane masikini ametia zaidi kuliko wote, maana hao wote walitia sadakani katika mali iliyowazidia, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo. Neno la Bwana.